Ehe, Dada Elice wewe sio mgeni e, ushafanya kazi na sisi dio. Ukasema umemaliza umetimiza ndoto na nini. Ehe, leo tena nimekuona. Vipi, umerudi tena? Karibu. Na hii ndio raha ya wadada ambao tunamalizana vizuri, yaani hapa unakuwa kama nyumbani, si ndio? Unakuja bila mashaka. Wale ambao wanaondokaga kwa njia zao za ajabu ajabu wanatakaga kurudi, wanaanza kurukaruka na sisi, waga tuwapokei kwa kweli. Tunaenda nao mpaka mwisho, tunapiga simu kwa bosi wako uliondokaje, tunakuja kuangalia kwenye system yetu taarifa zako zikoje. Kwa hiyo wengine wanafikiri labda tunakuwa tumesahau atusahau, ila kwa wale ambao mnaondoka vizuri, yani, kama na nkama tulivyoagana na wewe, safi, tunakula bata. Ukirudi tunakupokea kwa mikono miwili maana tunajua utaenda kututengenezea kwanza jina letu. Tunataka tunataka sifa nzuri, tunataka Wadada Senta ikue, lakini haitakuwa kwa kuwa na watu wenye matabia ajabu ajabu. Itakuwa kama tutakuwa na watu ambao watakuwa mabalozi, watafanya kazi kwa uaminifu, kwa bidii, waweze kutengeneza jina letu. Kwa nini? Kwa sababu hata hii energy tunayoiweka kuwafundisha ni, ni yaani ni sio kitu, ni priceless. Kwanza ni kitu ambacho huwezi kukilipia. Sindio, eh yani, sisi tuna invest sana katika kuwasaidia. Kwa hiyo lazima ile kur kurudisha fadhila, utufanyie wema, fanya hii kazi vizuri, kule tuliko kupeleka nako tuwakilishe vizuri, maliza vizuri, yani kama ulivyofanya. Kwa hiyo kwanza nakupongeza tena kwa kufanya kazi na sisi vizuri na karibu tena ehe. Vipi, malengo safari, eh? Nifungue saluni yangu alafu mm -hmm. Nipange chumba changu nianze maisha yangu. Ufungue saluni kwa... yako yeah, upange chumba, chumba. Mm -hmm. steku... Kwa sasa unakaa wapi? Nakaa kwa dada yangu. Unakaa na dada dada mm -hmm. Okay mhm mm dada anakuwa na masimango, kuna masimango? <laughs> <laughs> Eh ndio hivyo sasa, ukishakuwa unakaa tu mm -hmm. Lazima. Ushakuwa mkubwa utafuta kwako. Lazima ushakuwa mkubwa tafuta kwako Ehe. Eh, uh-huh. Eh, lakini eh sio masimango bwana. Hawa ni mtu ambaye anakutakia mema. Anataka ustretch akili ya yako, una wewe ujiongeze. Maana mambo ya kukaa kutegemea, umeona eh? Utamtegemea, utategemea wazazi. Ukitoka kwa wazazi ndio hiyo unatafuta kaka, dada, ndugu yako unaenda kukaa kwake, unamtegemea. Ukitoka hapo, unaruka kwa bwana, unaenda kumtegemea. Kwa hiyo inakuwa ni maisha ya utegemezi tu yani mwanzo mwisho. Wewe mwenyewe kusimama ah. Uwezi. Kwa hiyo dada yako sio kwamba anania mbaya, mimi naona anakufundisha maisha, anakusaidia na wewe ujisukume, ili uweze kusimama wewe kama wewe. Mm -hmm. kwa hiyo sasa ma, mm -hmm. sasaeu, mm -hmm. okay. mm -hmm. malengo yale ya mwanzoni ilikuwa ni nini? Ulisoma mwezi mmoja Ndiyo mambo uh -huh. eh? yani, uh -huh. ya saluni nilienda kule kule chuo. Sasa kama unanywele fupi unateseka pata kumsuka eh, yaani unateseka kama unanywele fupi mpaka umpate mwenzi wa kumsuka, inakuwa ni changamoto. Kwa mimi sijaelewa. mm. Ebu nielewesha, ukiwa na nywele fupi inabidi utafute mwenzako wa nywele fupi, yaani mnasukana shule. Lakini kama umeenda nywele zako ndogo, halafu kuna mwenye nywele ndefu kama zako atake umsuke. Kwa nini? Kwa sababu una nywele fupi. Anakuambia mimi nitamsuka nani wengine, maana kichwa kinauma, unateseka teseka mpaka mwalimu ndo aje. Hii nilivyoona, halafu nilikuwa natokea mbali, Kinondoni huko, hapa nitapoteza muda. Mhm. Nasema ngoja kwanza nihamie kwenye makeup. Nikaenda kwenye makeup, kajifuna mwezi mmoja, nikamaliza Mm-hmm. Nikarudi kwa dada. Okay, kwa hiyo makeup umeshajua au? Au umejua kiasi? Umeshajua. Kwa hiyo mm, mm, unaweza kumfanyia mtu makeup yani, ambayo anatoka nayo kabisa. Ndio. Okay. Kwa nikarudi kwa dada kule. Kusuka sasa ukujua. Ulistopisha. Okay. Ukarudi nyumbani mm, kwa dada kwani shuleni ulikuwa unakaa hapo hapo? Hapana. Nikawa nakaa okay. Nyumbani, kwa hiyo nilienda kubadilisha kozi mm -hmm. na kwa ada ikisha lipo irudi. Kwa hiyo nilivyobadilisha kozi, kwa ilibidi ikakae hostel. Kweli, hela yangu ili isiende bure mm -hmm. nikakaa nika hostel, nikamaliza, nikarudi kwa dada, ndio mm -hmm. Nikaenda kutafuta chuo kingine mm -hmm. tu chuo nitabiraisakwenda mm -hmm. Kule siku nimejiandaa, nataka kwenda chuo sasa mm -hmm. Dada yangu twakaanza kaanza maneno ndo kazi, kusanya mabigi yako mm -hmm. Utaki kunisikiliza. Sababu yeye ya alitaka nijifunze mm. sarufi kwa mtu, kwa mtu sio shule sasa mi sikutaka mm. nitaka kwenda shule kwa mtu ngeseuela hela nge ndio again Naona kama nikienda shule ndo nitaelewa haraka kwa sababu nitaelewa haraka. Mpaka mteja aje uone anaruhusu anaruhusu. Naona kama nitachelewa. Wewe ukaona utachelewa. Mhm. Wewe kwanza kuambia kusema mabegi yako na uondoke. Mhm. Na kwa sababu sio mara kwanza kuniambia hivyo. Mhm. Wewe kwani nimeondoka. Kaenda wapi sasa? Nikaenda nyumba ya nikwake Bunjwa na nyumba nyingine Bunjwa ambao anakaa dadaangu tunamfuatana. Nikakaa usiku akanipiga simu kaniambia aje, uko wapi? Nikaambia niko Bunju kaambia rudi nyumbani, nikamwambia mimi siwezi rudi. Akaambia nisamehe mimi dada yako rudi, lakini nikikumbuka wale maneno kasema, sirudi. Ngoja tu ngatafute kazi, nikirudi nipange chumba changu, nifungue sami yangu, okay kwa hiyo sasa hivi ume, si umesema ulikatisha ume, mafunzo ya, ya saluni sa, na wewe hujajua vizuri, nitarudi nitaenda kumalizia so. kusuka kwa sababu mimi za mikono tayari, kwa hiyo tu bado tu vitu vichache kama na mitindo mingine mm kama stage control -hmm. mhm mm kwa hiyo hela yako ulikuwa umeitafuta mkataba wa kwanza, yote imeshaisha? Bado imebaki kidogo, imebaki kidogo Yeah. Mm, okay. Sawa so, kwa hiyo kikubwa ndio hivyo, unataka upange usirudi, mm -hmm. tena kuishi kwa, kwa ndugu mm -hmm. <laughs> eh, lakini <laughs> vitu vingine vinavumilika eh? mm. vitu vingine vinavumilika, ndio anaongea ana hivyo lakini ni maneno ambayo anaweza akawa nakupa changamoto ya kujipambania kwa sababu unaweza ukaanza biashara kabla biashara haijakomaa sawa, na wewe umepanga yani, mambo kidogo yakawa mengi. Kwa hiyo kama dada yako tena dada yako ni mtu mzuri sana akakwambia pia, samani, mimi ni ndugu yako, rudi. Hata mimi ushauri wangu ni kurudi wakati unajipanga kwenye biashara. Kama unafungua saluni, unaweza ukafungua saluni ukiwa bado uko kwa dada, kwa sababu hujajua biashara itafanya vipi then pale ukikaa labda unafanya biashara yako ya saluni ndani ya mwaka, then hapo unakuwa yani, na uhakika kwamba sasa biashara yangu imesha simama, naweza nikapanga chumba. Lakini usitoke yani kwa hasira, kwa sababu ya maneno ya ndugu yako ukasema ngoja, nataka nipange na nifungue na saluni. Unaweza kujikuta unaingia kwenye udangaji, maana sasa hapo una chumba, lazima ulipe kodi. Umeona? Eh, Wadada Center tena hutaki kwa sababu kazi ni za kwenda kukaa kwa mabosi, yani unaweza kujikuta unaenda kujiweka kwenye mazingira magumu zaidi, lakini ukitafuta hela yako ukasema hii naanza biashara, wakati nipo kwa dada nafungua saluni, si ndiyo? Wakati unasikilizia sasa biashara inaendaje, unakuwa kuna majukumu mengine ambayo hayakutegemei sana, hata kama mnachangia mnachangia na dada unasupport kidogo, lakini sio kama ile ukipanga. Unajua yani ndio umepanga eh ili usije kwa sababu, kuna wadada wengine wanafanya mambo mengi sana magumu ambayo saa nyingine hawapendi, lakini kwa sababu mazingira walioenda kujiweka, wamewahi kwenda kujiingiza kwenye majukumu ambayo hawana uwezo wa kuyatekeleza yale majukumu. Kwa hiyo, mtu analazimika kuingia kwenye kwenye udangaji, kwenye kujiuza. Anakuwa na wanaume yani wa wengi wengi, si ndio? Ili mradi mambo yaende, lakini kuna mtu kweli anapenda kukaa na wanaume zaidi ya mmoja au yeah, te kuna mtu anataka kukaa na mwanaume ambaye yaani, ukimwangalia hivi unaona kama kama, na naonaga kwenye mitandao, dada mmoja kalala, aliposhtuka hivi anamwona mwanaume wake ni kaga watu <laughs> <laughs> wanasema ndio madhara ya kutafuta mwanaume kwa sababu ya hela, maana huchagui mtu wako unayempenda, kwaiyo unachoangalia ni mfuko wake, si ndio eh? Hey, baadaye sasa ndio unaanza kula nani unaanza kutafuta, sio kunywa vitu ambavyo vitakufanya uweze kumsogelea. Maana bila hivi hivi, ukiwa kichwani huko soba, ni ngumu. Sasa kuna watu wengi wanaisha maisha, si ndio? Yani wako na watu ambao moyoni, yani, yani ingekuwa ni amri yao, lakini kwa sababu kidogo anapata chochote, anavumilia. Sasa sio maisha mazuri, si ndio? umenielewa Elice, eh? Usichukulie usi serious sana, hayo ni maneno na lazima upite, uwezi jua huko mbele, na kitu yanakufundisha pia mm. lakini vizuri umeamua kurudi kazini, kwa hiyo karibu tena sasa mm. uwambie, si wanajua ulikuwa unafanya kazi maana huku kuna traditional plus, ulikuwa unafanya kazi kama level gani? Traditional unge traditional. Mm. Mm. nao vizuri wakipata feedback nzuri ya kule ulikotoka utapata zile traditional ambazo siku hizi kidogo mshahara laki na nusu, ila kama ulifanya kazi vizuri, ulifanya vizuri. E, ndio tutajua sasa, bosi wako lazima apigiwe, aulizwe feedback au la. Kama walipiga wakati ule zitakuepo kwenye system, ulivyomalizana ulivomalizana na bosi wako. Kama ni taarifa nzuri, unapata promotion, unaenda kwenye kamshahara kidogo kajuu haya, ila ukachape kazi sasa. Sawa, haya, karibu.